Enzi na mwenye rehema, kubali kusikia maombi yetu, utubariki kupitia kwa neno lako, nina pamoja na kila mmoja wetu kwa jina la Mungu Baba, mwana na roho Mtakatifu, Amen. Tuketi chini, tafadhali tafadhali. Wakristo wa kanisa la Saint Marks Koikoi, mniruhusu ni wasalimu nyote katika jina na Bwana wetu Yesu Kristo, Bwana asifiwe. Amen. Ega sasa Yesu. Amen. Wao afume ya mboshio tamata yakae. Bwana asifiwe. Amen. Hii dunia, saa zingine tunaenda juu na saa zingine tunaenda chini. Leo nataka kuhubiri kuhusu wa ukiwa chini, je, utarejelea nani na nani atakurejea kwako? Ukona mzee mmoja alikuwa akitembea usiku, alikuwa akienda kwake usiku, na sio kawaida kuenda saa nne ya usiku nyumbani, na mtu mwenye alijua ameondoka na atarudi usiku, ilikuwa ni uchumani wake. Karibu afike kwa kichaka karibu na nyumbani. Yeye akapiga ak akavamiwa huyo watchman hoy, akamrejelea na akawa na jiwe na akampiga akakufa. Wakati huko chini, sijui wewe unarejea nani, unarudia nani na nani unadhania atakurudia. Huyo mzee alidhania kwamba watchman atamrudia, na alimrudia kweli, lakini akampiga Akamua kulikuwa na, akamu. Na mama mmoja alikuwa na changamoto ya kwake nyumba. Yeye akawa chini, kwa sababu jana yake alipitia changamoto kwa nyumba, na hata mume wake alikuwa amempiga yeye. Akafikiri ni vizuri, wakati ambapo niko chini, nirejelee marafiki yangu, niwaambie na hata awanirejee wanitie moyo akaenda kwa PCC ya wamama. Unajua PCC ya wamama inafanywa wapi? Kwa mtola. Wakapendua navyo mitungi ya maji wakaenda chini na kuanza kuongea. Yeye akarejelea marafiki zake akifikiri hata hao pia watamregea na wamtie moyo. Akaambia, unajua jana nilipigwa sana kwangu. Wow. walipotoka kwa hiyo kikao

amelazwa kwa moteri ya Rifat. Ule watano alisikia amekufa, akatembea na akakutana na yeye, akamuuliza wewe, huko hey, hai tena? Akasema, kwani nilikuwa nimekufa? Akasema, nimesikia jana ulipigwa mpaka ukakufa. Akamwambia, ni nani alikwambia? Akataja marafiki wake yeye yeah! ania marafiki wekamrejea wekamrudia na wamsaidie. Kumbe wakamrudia na kumsengenya, na yeye akapata shida zaidi. Alifikiri kwa marafiki zake stress ikapunguka, lakini kumbe stress ikaongezeka. Ulikuwa na mama moja, alikuwa ni tresara wa kama si Wakamu, tresara wa Mganda. No. wakazana elfu mia mbili. Rafiki yake akaambia, rafiki yako hii pesa ya mama na kenakandatuakaanu, nifanyeje ili niweze kusaidika? Alirejelea huyo rafiki yake amsaidie, ya rafiki yake anamwambia, uweka kwa avieta, hata minachezaa avieta, unapata milioni moja. Na huyu mama alikuweka kwa avieta, sai yuko jela miaka kumi bibi bwana na watoto amewacha. Kwa nini alirejelea marafiki wake? Wakati huu Kenya tuko chini kwa mambo mengi, mambo ya kifedha, mahusiano ya jamii. Wakati mwingi mambo mengi yametuweka chini, na ukiwa chini saa zingine unachoka, unasumbuka lakini leo nataka tuangalie Zaburi ya 80. Zaburi ya 80, hiyo zaburi tulisomewa vizuri sana. Hiyo zaburi hatujui ni nani aliandika. Lakini aliandika wakati wana wa Israeli walikuwa chini kabisa, wengine wanasema iliandikwa baada ya 722 BC, wakati wana wa Israeli taifa lililogawanywa ambayo iliitwa Israeli ilishikwa na Waasiria na ikapelekwa utumwani. Hakukuwa na matumaini tena, mambo yao yalikuwa magumu. wa Waisraeli, mnajua ni zile kabila mbili peke yake ya Benjamini na Yuda ndio walirejea yu Yerusalemu, lakini taifa la Israeli lilikwisha kabisa, lilikuwa chini kabisa lakini wakati niko chini, je, ni nani nitamrudia na yeye anirudie? Leo nataka kusema kuko na mtu ambaye ametambuliwa anaitwa mlinzi, mchungaji wa Israeli. Leo nataka kusema nikiwa chini, nitarejea nitamwendea yule ambaye ni mchungaji wa Israeli, naye atanirejelea atanirudia nirudia, hata nirudia kuniangamiza, atanirudia na kunitendea mambo makubwa. Leo nataka niongee mambo matatu. Huyu mlinzi wa Israeli, yeye nitamwendea nita, naye atanijia kwa mambo matatu. Jambo la kwanza, yeye atanirudia kwa yale aliyonitendea. Kitu cha kwanza ambaye tumeambiwa ni ya kwamba mchungaji wa Israeli, jambo la kwanza ambaye anatutendea yeye, anatusikiliza hii Kenya, na dunia hii wachache wanaweza kukusikiliza. Umaongelesha mtu na kabla hujamwambia, anasema hata usiseme, najua nini nakusumbua wewe. Hujamwambia anasema mimi najua, naelewa na mmoja ambaye anaweza kukusikiliza wakati mwingine, mzee mama, ukiongelesha mzee, badala ya kukusikia sema hiyo maneno, najua hata nyamazi yako, lakini ajaelewa chenye unataka kumwambia. Na wakati mwingine pia, wa mama mzee akitaka kukuongelesha, anasema wee, nyamasa hiyo yako, ninajua ile ya juzi na ya jana. Nyamasi wakati mwingi imeleta stress mingi lakini habari njema ni ya kwamba mlinzi wa Israeli yeye anatusikia, na haijalishi umekuja umebeba uzito kiasi gani, mlinzi wa Israeli yeye atanisikia. Mwanadamu akinisikia, anaweza anaweza enda kujisengenya, lakini yeye akinisikia, atatibu shida zote ambazo niko nazo. Bwana Asifiwe! E hey, uko tayari kumwambia yeye, ako tayari kukusikia. Naomba Mungu akusikie, na akikusikia akutane na mahitaji yako. Uko na mtu mmoja alimwendea Yesu, na akasema ee hey, Yesu, sema neno moja, na mtoto na mtumishi wangu atatoka. Hata leo ako tayari kukusikia, sema neno moja Tatua shida za jambo. La pili, yeye atusikizwe peke yake. Yeye pia anatuongoza ukiwa chini. Wakati mwingi ni yeye peke yake ndiye anaweza kukuongoza. Domba Mungu akuongoze siku ya leo. Haijalishi uko chini upande gani ama kiasi gani, yeye peke yake ndiye anaweza kukuongoza na ndikuongoza atakuongoza penye kuna baraka penye kuna amani penye kuna Mungu anafungua njia. Saa marafiki wanatuongozama vibaya, lakini yeye anatuongoza vyema, haijalishi mambo ambayo umepitia. Huyu ambaye ni mchungaji wa Israeli, yeye ndiye anayetuongoza. Hata Daudi akajua na akasema Bwana ndiye mchungaji wangu. Wow. Sitakumbukiwa na kitu, uniongoza kando ya maji ya utulivu. Naomba Mungu akuongoze. Ha, haijalishi uko chini namna gani, yeye anaweza kukuongoza. Wakati mwingi binadamu akisumbuka, anaenda kwa wakati mganga jenye anafanya, anapunguza tu makuku kwa area lakini shida anawaachia shida hiyo. makungu yenu ndio anaenda anawenga kwa tubo anapanda baiskeli kwa anarudi kwake na shida zako anapoacha. lakini mlinzi wa Israeli akikuongoza shida itatatuliwa katika jina la Yesu Kristo Bwana asifiwe. Amen. domba Mungu akuongoze jambo la tatu yale aliyonitendea akaniokoa. Yeye anaokoa watu wake, yeye aliokoa kutoka kwa bahari ya Shau, na sisi alituokoa kutokana na utumwa wa dhambi. Ndoma ya kwamba yule mlinzi na mchungaji wa Israeli atuokoa kila mtu anasumbuliwa na dhambi na na hukumu ya dhambi. Kila wakati binadamu ni msafiri wa kwenda jehanamu. Haijalishi ako wapi. Anafanya nini? Binadamu bila Yesu ni msafiri wa kwenda jehanamu. Habari njema ni kwamba kwa yule mchungaji wa Israeli, anaokoa watu na anabadilisha safari yao, sio wasafiri wa kwenda jehanamu tena, wanakuwa wasafiri wa kwenda mbingu mm -hmm. Jama vile Mungu akituokoa, anaondoa nguvu ya dhambi ndani yetu. Uko na jamaa mmoja alikuwanga alikunywanga pombe kila Friday, angeokotwa pale fulani. Askari walikuwa wakijua Friday, wanamshika Monday kila Friday alikuwa sehemu za Tanzania, nasikia, kila Friday alishikwa, wangekuta yeye mulevu pale pale, pale. Siku moja askari hawakumpata pahali ambapo walimpata. Wiki ya pili hawakumpata tena, baada ya askari wakasema huyu mtu inaonekana amekufa kaa hatujampata hapa, inaonekana amekufa, hayupo tena ulimwengu huu, kwa sababu kama angekuwa tungemshika na kumweka senta. Baada ya miezi tatu, askari alikuwa akitembea, akakutana nako duka, akamuuliza kumbe, haujakufa huko hai? Bona hatujakupata pale pako, wewe mteja wetu? Akasema, mimi sio mteja wenu tek Mchungaji wa Israeli aliniokoa na akanitoa ndani yangu tamaa ya ulevu, na mimi ni mhubiri wa kanisa, na kutokea leo nimeokolewa. Ogea okay, sikule, nilikutana na mlinzi wa Israeli, yeye alinitendea jambo huu, aliniokoa. Hata sisi tunaweza kuokolewa naye katika jina la Yesu Kristo. Bwana Haya nisema ya kwamba wakati uko chini katika dhambi, mrejee yeye na yeye atakujia na kukusikiliza na kukuongoza alafu akuokoe katika jina la Yesu. Bwana azii na yeye anakuokoa ukiwa a kuiko mm -hmm. Au hitaji kwenda kwa Mackenzie makezi kuokolewe mm -hmm. Yesu wako hapa. Kuna wengi walienda huko na wakarudi kwa jeneza, lakini hapa penye Yesu yuko akikuokoa, anakuokoa kutokana na nguvu za dhambi, anakubadilisha na anakupa tumaini la uzima wa milele. Bwana asifiwe Amen. Jambo la kwanza, yule ambaye nikiwa chini katika dhambi, yule ambaye atanirejea na kunitendea ni <tipa> mlinzi wa Israeli, jina lake ni Yesu Kristo. Jambo la pili, yeye atanizuru. Unajua, ukiwa chini kuna machozi. Mwandishi wa macho wa Zaburi hii anasema taifa la Israeli, mtu ambaye yuko chini hapo na machozi. Kitu cha pili alikuwa na aibu, walikuwa taifa sio taifa tena. Kitu cha tatu hawakuwa na siku za usungu kwa sasa, walikuwa watu wa machozi kwa sasa, walikuwa watu wa uchungu. Lakini akaomba akasema, ee Mungu, unirejelee unizuru na mimi unisaidie, nigeuke, licha ya kwamba nina machozi. Kuna mambo katika maisha ambayo yanakupa machozi, kuna mambo katika maisha ambayo yanakupa uchungu na hata kuchoka. Niliuliza siku moja kati ya wazee na wamama, mama wangani, wanapenda kusema nimesimwa nai, yani kuna mambo ambayo inasinya watu ni wazee au wamama ndio wawezi kusinga? Eh, ni wamama. Lakini wazee zili ni ngumu, atusingiki kwa haraka, lakini wakati mwingi mzee akisingika anasingika kabisa, na anachukua pepa ba shwa anasafiri, na saa zingine akisafiri anaenda kupata pepa ba nyingine. Afadhali alikaa tu kwa familia kusema kwamba wakati huko na machozi, wakati huko chini, wakati watu wanakuchekelea hoko, wakati huo Mungu akurejelee. Na yeye akikurejelea, kitu cha kwanza atakurejesha, atakurejesha kwa amani, atakurejesha kwa uponyaji, atakurejesha kwa ushindi. Kati watu wanapokuchekelea, Mungu atakurejesha katika jina la Yesu na Kristo, Bwana asifiwe. Amen. Naomba Mungu akurejeshe, kiwa chini akurejeshe, katika hali yako ya kifedha akurejeshe. May he restore you. Kwa Kiingereza inasema, return to me God and restore me, nirudie Bwana na unirejeshe. Kitu cha pili uniweke kwa nafasi ukiwa chini, uko kwa nafasi ya chini, lakini wakati Mungu anakurejesha akuweke kwa nafasi ya juu, nafasi ya ushindi, nafasi ya matumaini, licha ya chenye unapitia. Unajua niko na matumaini katika Yesu Kristo, ninaomba Mungu akuzuru siku ya leo. Hiyo tu akutendee, ya pili akuzuru na kisha kuzuru, akuregeshe na akuweke katika nafasi katika jina la Yesu Kristo. Nashukuru Mungu ametuweka kwa, kwa nafasi na bado anatuweka kwa nafasi. Naona upande wa mama tuko kwa nafasi sio mbaya. Karibu ijayo kwa wazee kabla mwaka kuisha, naomba Mungu atuweke kwa nafasi ambaye Hizi viti vitajaa katika jina la Yesu Kristo. Naona huko mbele, Maleida anatuweka kwa nafasi mm -hmm. Kulianza mwana tukiwa wawili, sasa wako watatu ne, na naomba mungu ataendelea kutuweka kwa nafasi katika jina la Yesu Kristo. Haya, kwa ukulima wako, omba mungu akuweke kwa nafasi katika jina la Yesu kama miaka ingine huko, ukiweka mbolea top dressing, mwaka huu akuweke kwa nafasi, hata wewe uhesabuliwe kati ya watu ambao wameinuka katika jina la yesu Kristo. Oga mungu akuinue katika jina la yesu Kristo. Bwana asifiwe. Amen. Jambo la tatu, wacha mungu akurudie na akikurudia, akuangazie uso wake. Mungu ambaye wa tunataka kuangazia uso wake, kitu cha kwanza, yeye anaketi juu ya makerubi yaani, inamaanisha yeye ni Mungu mwenye nguvu na molaka, hakuna neno lisilowezekana kwake. Kitu cha pili, yeye ni Mungu wa rehema, anatujali vile ulivyo. Ninaomba ya kwamba yeye yeah, atuangazie uso wake na kutupa neema. Unajua, tukiwa chini tunahitaji neema ya Mungu. Kutembea ni kwa neema, kufanya kazi ya ukulima ne? ni kwa neema, kushiriki kanisa la St Marks Koikoi ni kwa neema, kuhudumu ni kwa neema, wenda mbinguni ni kwa neema. Naomba kila siku Mungu atuangazie uso wake na kutupa neema Akupe neema mama, hata mzee, akupe neema kiongozi wa kanisa akupe neema. Na neema yetu, neema kwa bwana inatosha. Naomba mungu akupe neema. Hata kuolewa ni kwa neema, hata kukaa kwa boma ni kwa neema. Naomba mungu akuzidishie neema hiyo. Soo kwa somo la ya yamgono, majeshi ya Farao ilikuwa juu mbele, kulikuwa na bahari ya Shamu. ya Shamu yani, wana wa Israeli walikuwa chini, wakaanza kulilia Musa, mbona umetulete hapa. Lakini Musa akaambia Mungu, niangazie uso kuso, na yeye akanyosha fimbo, bahari ya Shamu ikafunguka na wakaanza kupita kwa neema, hata wana wa farao na askari wakapita. Lakini Musa, Mungu akamwangazia uso wake, akasema rudisha fimbo, na bahari ya shamu ikabeba hao maadui. Na ukisoma maandiko inasema, wale maadui ambao umewaona hautawaona tena, katika jina la Yesu. Anafungua njia, anafunga vingine vyote ambavyo nilibasa. Akufungulie njia mwaka huu 2025 katika jina la Yesu Kristo. Jambo la mwisho akutane na mahitaji. Ukiwa chini unaangalia, hakuna mbele wala nyuma. Naomba Mungu kupitia kwa Yesu Kristo aliye wakati huu wa Pasaka yeye akujie na baada ya kukujia yeye akutane na mahitaji yako. Unapokuwa chini, tuko na mahitaji mbalimbali, mengine ni ya kiafya, mengine ni ya kusumbuka, lakini nashukuru Mungu yeye anaweza kutana na mahitaji yetu yote. Mungu wa amani akusaidie, mpendo. Mungu wa amani akuongoze. Naomba ya kwamba ukiwa chini usitarajiwe kurudiwa na marafiki hao, pesa inaweza kukuwa tarajia. Bwana akurejele na akikurejelea kitu cha ja kwanza akuokoe, kitu cha ja pili yeye akuzuru na kitu cha ja tatu akuangazie uso wake. doka Mungu wa amani akusaidie mpendwa, na nataka niombe pamoja nawe. Nikimalizie kama kuna jambo ambao umesikia huko chini na unataka Mungu akutembelee na akufungulie njia, akuweke kwa nafasi, ni wakati tunaweza omba pamoja nami. Simama bali ambapo uko kwa po imani na nitaomba pamoja nami.